E, wana Simba na waambia tuachane na porojo ambazo zinazotengenezwa na propaganda ambazo wanatengeneza klabu ambayo sasa hivi baada ya mpira wameingia kwenye komedia e, ya wale watu ambao wanapewa hela ya futari ili waongee kwenye vyombo vya habari ili watupoteze. Basi tuwaambie wamechelewa sana, Simba sasa hivi tuko sawa sawa, na tumejipanga kuhakikisha tunaiombea timu yetu, lakini sio kusikiliza propaganda ya mtu mwingine yoyote, na kauli ni moja Simba kwanza, propaganda baadaye. Ni mchezo ambao una, una, una maana kubwa na una thamani kubwa sana kwetu, kwa sababu kwanza ni tunacheza na klabu ambayo hata ligi ya Misri sio klabu dhaifu, ni klabu kubwa, na timu za Misri nyingi wanajua Simba ni nani, na sisi Simba tunajua thamani ya ligi ya Misri na tunajua klabu za Misri ni zina ukubwa gani. Kwa hiyo tunaenda katika mchezo huu tukiwa tuna imani na moyo wa kwamba mechi it, it, it, it, it, it, it, itakuwa mzuri, na baada ya kucheza ile mechi tutaimarika zaidi katika viwango vyetu, kwa sababu tumecheza na timu ambayo imetoka kwenye nchi ya mpira. Kwa hiyo sisi tunafuata amri ya viongozi wetu ambao waliandika barua bodi ya ligi, lakini tunatekeleza amri ya bodi ya ligi ambayo inaongozwa na mzee wangu Steven Mguto, kwa maamuzi yao kwamba mechi itapangiwa tarehe nyingine. Kwa hiyo kama kuna hoja yoyote watu wengine wanaizungumza kuhusu hilo, sisi hatuna doubt na wao waseme vile wanavyotaka, lakini sisi tunajua dabi itapangwa siku nyingine na tuko tayari kucheza. Hapa duniani tumeitwa na yeye na tunapokea e, kila kitu kinachokuja mbele yetu lazima uvute uvutevute kwa sababu huu mwezi ndo wa kuchuma chuma, naam. Kwa hiyo lazima lazima uchumechume na tunavutavuta yeah, na unapovuta uradi hata usingizi auji Eh, kwa hiyo unakuwa na raha kabisa unakuta uladi wako una wasiwasi. Mwezi wa ibada wa. Wa na naam, bwana, mtazamaji wa SFTV tuko naye eh, Shabani eh, mwenyekiti wa tawi la mpira pesa hapa Magomeni Mikumi jijini Dar es Salaam eh, kuendelea kuzungumza mawili matatu kubwa zaidi kama ilivyo ada ndani ya Simba Fans TV yeah, ni kuzungumza na wanasimba eh, kuelekea mambo mbalimbali mbali ambayo wanakuwa wanayaendea, lakini hasa tunakwenda kuangalia mchezo wa robo fainali ya kwanza ya michuano ya kombe la shirikisho kwa upande wa kunga Msimbazi Simba ambao watakuwa pale e, nchini Masri kukabiliana na Almasri e, ambao sio wageni e, katika macho na masikio ya Tanzania kwani walishawahi kuja katika ardhi ya Tanzania, lakini pia Simba walishakwenda pale Misri e, katika michuano hii hii e, katika zile hatua za awali. Shabani, salamu alaykum. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu anasaidia sie, wazima somo inapanda, tunashukuru Mwenyezi Mungu, na tunaenda nao vizuri. Jua linawaka kidogo, baraka za Allah, na mvua kidogo, zote baraka za Allah, na sisi tunapokea waja wake kwa sababu hapa duniani tumeitwa eh, na yeye, na tunapokea kila kitu kinachokuja mbele yetu. Uradi kidogo. Uradi lazima eh, eh, eh, eh, uvutevute kwa sababu huu mwezi ndo wa kuchuma chuma. Naam, kwa hiyo lazima lazima uchumechume na tunavutavuta yeah, na unapovuta uradi hata usingizi au Eh, kwa hiyo unakuwa na raha kabisa unakuta uladi wako una wasiwasi, mwezi wa ibada. Sasa tukiachana na hayo eh, siku zimekaribia Msimbazi, Simba ukiachana eh, na mchezo wa CRDB Bank Federation Cup, tutakuwa na mchezo na na Simba. mnatazama mchezo huu kwa namna gani ukiwa kama kiongozi wa tawi lakini pia kama shabiki E, kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu mpaka leo tuko wazima afya na tuko kwenye mashindano, sababu kuna timu nyingi zilishiriki nadhani kwenye klabu bingwa na shirikisho, lakini zimetoka tumebaki Simba katika CECAFA. Naweza nikasema tume, tume, tumebaki sisi na mechi kabla almasiri. Tarehe ishirini na saba tuna mechi ya kombe la CRDB ambayo tutacheza na timu moja kutoka Tanga hapo Korogo sio wapi, big man, eh, big, big, big man. Kwa hiyo tumejiandaa na hiyo mechi ya big man ya tarehe ishirini na saba lakini maandalizi zidi ya mechi yetu zidi ya Almasiri na yenyewe, kwa upande wetu sisi mashabiki, wanachama na na viongozi wa matawi wote tumekubaliana, mambo mengine tuweke pembeni, tuwe serious na mechi zidi ya Almasiri mechi zidi almasiri ya kwanza, nadhani tarehe mbili, tunacheza Misri ugenini, lakini mechi ya pili itakuwa Tanzania. Uwanja wote ambao utakaopangwa mpaka sasa hivi hatujajua, lakini tutapokea kwa sehemu ambayo tutapangiwa kwenda kucheza mechi hiyo kwa hapa Tanzania. Kwa maandalizi yetu kama tawi la mpira pesa, tunafanya vikao vya mara kwa mara kuhakikisha tunapambana ili kuisaidia timu yetu kama mshabiki wa 12 na kama jinsi katiba yetu inavyosema bali za Simba zitalindwa na wana simba, lakini unalinda vizuri na kupendeza zaidi ukishakua kwenye tawi, hasa ukishakuwa kwenye tawi kama enye ta mpira pesa ambalo kila mechi wao linafuatilia a wa, wanataka wapate pointi kwa, kwa hiyo kama tawi la mpira pesa maandalizi yetu kuelekea mechi zote tatu zidi ya Bigman tarehe ish na saba na zidi ya almasii Misri tarehe mbili na zidi ya almasili Tanzania tarehe tisa yote yako sawa. Kwa hiyo yes. Haya mazungumzo ambayo yamekuwa mjadala wa muda mrefu na takriban wiki mbili, nyinyi wanasimba mhusiki nayo kutokea namna yote. Kwa sasa Simba ni klabu ya mpira na, na inajua thamani ya mpira. Kwa hiyo kama unajua thamani ya mpira na wewe ni, ni mtu wa mpira, amri ya kiongozi wa mpira waga inakuwa ni sheria moja kwa moja. Bodi ya ligi ndo wanasimamia mpira wetu, wao wamesema kwa mujibu wa barua ambao wameandika viongozi wetu wenye ueledi mkubwa, kutokana na tukio tulilofanyiwa, wamesema wao hawatocheza hiyo mechi. Kwa sababu na bodi ya ligi wamekaa kikao, wametafakari hilo, wameona kweli sababu za Simba za msingi, wameahirisha mechi kabla ya muda wa mechi, mechi nadhani kwenye saa nane, bodi ya ligi wametoa taarifa kwamba mechi hakuna. Kwa hiyo sisi tunafuata amri ya viongozi wetu ambao waliandika barua wa bodi ya ligi lakini tunatekeleza amri ya bodi ya ligi ambayo inaongozwa na mzee wangu Steven Mguto kwa maamuzi yao kwamba mechi itapangiwa tarehe nyingine. Kwa hiyo kama kuna hoja yoyote watu wengine wanazungumza kuhusu hilo, sisi hatuna doubt na wao waseme vile wanavyotaka, lakini sisi tunajua dabi itapangwa siku nyingine na tuko tayari kucheza. Na mashabiki wa klabu ya Simba na wanachama na wapenzi wote wa mpira wanajua thamani ya mpira, kwa hiyo wamekaa, wanasikiza bodi ya ligi. Aii, kilichobaki sasa hivi ni mambo mawili. Timu yetu ya taifa tarehe ishirini na sita inacheza zidi ya tunaifanyia yetu Morocco ugenini, tunaifanyia dua timu yetu ya taifa. Baada ya hapo, tunarudi katika klabu yetu tarehe ishirini na saba zidi ya Bigman na yenyewe tu tunaifanyia hivyo. Tukishamaliza hivyo, basi tunaomba Mungu mechi zile ya Al-Masri Misri tarehe mbili. Baada ya hapo, wanakuja machinjioni, inshallah Mwenyezi Mungu atatusaidia ili tupate matokeo. Hilo ndilo lilikuwa mbele yetu, kwa hiyo porojo na propaganda zingine kwetu nafasi hazina na tumejipanga kisawasawa wana Simba, kuhakikisha timu yetu ya Simba Sports Club inapata matokeo kwenye mechi zote tatu ambazo ziko usoni kwetu, na inshallah Allah, Allah subhanahu wa taala hatatuongoza, kwa hilo tutafanya vizuri. Mchezo wa Simba dhidi ya Al Masry huu una maana gani kwa upande wa klabu ya Simba msimu huu ambapo mnatamani kurudisha ile heshima ambayo eh, imepotea kwa msimu kadhaa? ni mchezo ambao una, una maana kubwa na una thamani kubwa sana kwetu, kwa sababu kwanza ni tunacheza na klabu ambayo hata ligi ya Misri sio klabu dhaifu, ni klabu kubwa, na timu za Misri nyingi wanajua Simba ni nani, na sisi Simba tunajua thamani ya ligi ya Misri na tunajua klabu za Misri ni zina ukubwa gani. Kwa hiyo tunaenda katika mchezo huu tukiwa tuna imani na moyo wa kwamba mechi itakuwa it, it, it, it, it, it, it, it, mzuri na baada ya kucheza ile mechi tutaimarika zaidi katika viwango vyetu, kwa sababu tumecheza na timu ambayo imetoka kwenye nchi ya mpira na yenyewe iko katika mashindano makubwa ya shirikisho kama tunavyoita sisi. Kwa hiyo ile mechi tunaichukulia kwa ukubwa wake na kwa umakini zaidi, kwa sababu sio mechi ndogo, ambayo mechi kila mtu anaitazama kwa jicho la tatu, iwe Tanzania, iwe nchi zingine. Lakini ukiachilia hayo yote, watu wa ukanda wa CECAFA wote siku ya tarehe mbili mkubwa wa Sekafa anacheza, basi watu wa Sekafa wote, Tanzania, Uganda, Kenya, Burundi, Rwanda, si wapi, wote wanamwangalia mkubwa wa Sekafa anapeperusha bendera ya Sekafa. kwahiyo hata Simba tumelitambua hilo, tunaupa umuhimu na tunaupa ukubwa zaidi wa mchezo kwa sababu tunajua tumebeba bendera mbili, kwanza bendera ya nchi ya Tanzania, lakini la pili tumebeba bendera ya ukanda wa Sekafa tukiwa si nando senior wa ukanda wa Sekafa. Kwa hiyo mechi tumeipa ukubwa na umuhimu zaidi. Kwa maana ya hiyo kanda huu utasimama siku ya tarehe mbili kushuhudia mnyama anafanya nini pale Messi. Hakuna mwingine atakayefanya chochote siku ya tarehe mbili zaidi ya kuiombea Simba Sports Club ushindi. Yule ambaye hataki kuiombea Simba Sports Club ushindi sio mwana mwana wa michezo, na sio mtu sahihi katika ukanda wetu, lakini anapocheza baba kama Simba Sports Club akiwa yeye ndo kabeba ukanda wa CECAFA lazima kila mtu ainamishe kichwa chini hivi wakati mnyama anafanya jambo lake, kuinamisha chini, hivi, kichwa chini ina maana aliyokuwa mbele yako ni mkubwa zaidi yako, na umfanyie dua kwa kuinamisha kichwa chako chini kuhakikisha mnyama anaweza kufanya jambo zuri. Na katika hilo Wanasimba, hatuna doubt na wala hatuna pressure na hilo, tuna uhakika tutapeperusha vyema bendera ya Tanzania, tutapeperusha vyema bendera ya Sekafa kwa kuwatetea wale ambao walioonewa kwa kuondolewa mapema. Inawezekana kwa udhaifu wa vikosi vyao, inawezekana kwa kutokuwa na management bora katika klabu zao, ndio maana maondolewa mapema au ina, inawezekana kwa kujiaminisha wao wakubwa, wakati wakiwa sio wakubwa. Wakubwa ambao wamebaki sasa hivi na ukubwa huo unaonekana mpaka leo, sisi ndo tumebakia, hakuna mwingine yoyote. Kwa hiyo siku hiyo, kila mtu lazima aweke kichwa chini, mnyama anafanya jambo lake imani na matarajio ya kufanya vizuri na kuipeperusha bendera ya Tanzania na Sekafa kwa jumla, tunaitoa imani, tunayo kwa sababu kwanza tuna mwalimu bora, lakini la pili tuna management iliyokuwa bora na inaelewa maana ya mpira ni nini, lakini la tatu tunajivunia kuwa na kikosi kilichokuwa bora kikiongozwa na captain Mohamed Huseni Shabalala Zimbwe, captain la lenye ubora muda wote. Kwa hiyo kwa mwanasimba au mtanzania yote au mtu wote wa ukanda wa CECAFA ukimtajia kapteni ambaye ni bora na ana mafanikio na ni kapteni mzuri wa muda wote, Mohamed Hussein Zimbwe Shabalala, lazima atakuwa na imani ya kikosi cha Simba Sports Club kwamba kitatetea jahazi la wale ambao waliopotea. Kwa hiyo hatuna presha na hilo, tuna kocha mzuri, tuna management bora, tuna wachezaji waliokuwa bora tuna mashabiki ambao wanaojielewa na waliokuwa bora. Kwa hiyo hatuna hofu, tunazidi, tunaenda kuendeleza pale tulipoishia. Tunzo yetu mpaka leo tunayo ya mashabiki bora na bado Simba tutazidi kuwa bora kila eneo na kila idara ambayo ilikuwa katika sehemu ya michezo hasa ya mpira wa miguu. Zungumza na wanasimba, wanasimba na waambia tuachane e, na, na porojo ambazo zinazotengenezwa na propaganda ambazo wanatengeneza klabu ambayo sasa hivi baada ya mpira wameingia kwenye comedian. Kwa hiyo tuwachie comedy kama wao wafanye comedy yao, sisi wanasimba kwenye matawi, turudi kwenye matawi yetu kwenye vijiwe vyetu vya Simba Sports Club, turudi na hata mtu mmoja mmoja halalo kwa nyumbani, arudi aombe Mungu timu yetu ya Simba Sports Club iweze kufanya vizuri. Lakini katika hili vile vile, niwaambie wanasekafa wote waiombee timu ya Simba Sports Club. Wa Rwanda Warundi, wa Waganda, wa Sudani, wa wapi wote, waiombee Simba Sports Club iweze kufanya vizuri, kwa sababu unapoiombea Simba Sports Club <laughs> ikafanya vizuri, ina maana umeombea ukanda wa Sekafa na yeye na ndio mkubwa wa Sekafa. Kwa hiyo propaganda tuachie wenye, wenye, wenye propaganda zao, lakini sisi watu wa mpira siku ya tarehe mbili tukae chini na kutia udhu na kumwomba Mwenyezi Mungu wetu ili timu yetu iweze kufanya vizuri. Na katika hilo, wanaSimba nadhani washajua maana propaganda ni nini, maana ya mpira ni nini. WanaSimba wote tumerudi kwenye mstari wetu, na wale ambao walikuwa hawajagundua kama ile ya wale watu ambao wanapewa hela ya futari ili waongee kwenye vyombo vya habari ili watopoteze, basi tuwaambie wamechelewa sana. Simba sasa hivi tuko sawa sawa, na tumejipanga kuhakikisha tunaiombea timu yetu, lakini sio kusikiliza propaganda ya mtu mwingine yoyote, na kauli ni moja: Simba kwanza, propaganda baadaye. Shukrani sana, nashukuru sana.